Taatifu Yosefu alikuwa na nafasi ya pekee kabisa katika mpango mzima wa Mwenyezi Mungu wa kuukomboa ulimwengu, na Mwenyezi Mungu akaweza kufanya e, mambo yote pasipo kumshirikisha mwanadamu, na tunaona ndivyo alivyofanya kamshirikisha eh, mama Bikira Maria ambaye tunaambiwa kwamba alikuwa ni binti mdogo tu, lakini aliyelelewa katika mila na desturi za Kiyahudi, ikiwa ni pamoja na utaratibu uliokuwepo, na vivyo hivyo hata pengine kwa makabila kadha wa <coughs> kadha kwamba mabinti wanapata malezi na maelekezo ya pekee. Na yeye wakati wa kingali mdogo akana miaka minne hivi au zaidi kidogo, wazazi wake hatu kunane walimpeleka kwa, kwa akina mama ambao walikuwa wanaishi maeneo ya hekaruni ambao kazi yao ilikuwa ni kuwafunda wasichana eh, katika mila na desturi za Kiyahudi, lakini vile vile katika imani ya Kiyahudi. Na huyu binti alipomaliza mafunzo yake hayo, aliazimu kutolewa akijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, ilashaka kutokana na paji la ya imani aliyokuwa amerithishwa, pamoja na kwamba katika mila na desturi zao ilikuwa kila mwanamke na msichana wa Kiyahudi alitaraji, kama Mungu akiongoza vyema, angalau huyo Masiha anayemwamini kwamba atatokea basi, angezaliwa katika familia yake. Huyo mama au huyo binti walikuwa na matarajio, matumaini makubwa ya aina hiyo, ambayo alisukuma bila shaka katika kuipenda imani yao ya Kiyahudi, lakini ikatokea kwamba huyu binti wazazi wake walikuwa jue mwamuzi aliokuwa wameshapitisha, akafanya mpango na Yosefu alipokuja kuposa pale, kamkubalia, na tunaambiwa basi na na Bikira Maria hakukataa aku mara moja utaratibu wa mila na desturi za nyakati zile, mpaka pale ambapo malaika Gabrieli alipomtokea na akampatia salamu ya kutatanisha, salamu ya Bikira Maria, uliyojaa neema, Bwana nao umebarikiwa kati ya wanawake wote, na mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Ndipo akafunguka kasema, hiyo itakuweje kwa mimi sijui mme, ilishazimu kwamba basi e, kile ambacho kinawatia mshawasha kina mama wengine na kina mabinti, mimi hicho e, kitanigusa wakati huu. Ilibidi malaika Gabrieli atoe maelezo marefu sana, ambayo nakusadikisha kwamba hicho kitakachotokea ni kwa uweza wa huyo ambaye amekabidhi maisha yake kwake Mwenyezi Mungu, na hivi ni kwa uweza wake tu ataweza, e, kupata mimba na atamzaa mwana mwanaume, na jina lake atamwita Yesu, ndiye atakayekomboa ulimwengu. Basi yule binti alisema yameisha naishea ya ndimi mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena, tunavyosoma katika injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa thelathini na nane. Lakini halo hilo hakulimeza, haikuwa rahisi na hakuweza kumshirikisha Yosefu hicho kilichokuwa kimemtu baada yake akafunga ya, safari kwenda aini karibu, ambako alikuwepo e, shangazi yake Elizabeth mwelewa, na akaenda kule, mwelewa na Zakaria akaenda kule, na uzuri wa bahati walipokutana tu, basi tunaona maajabu tokea yule Elizabeti e, akamwamkia akisema, imetokeaje hata Bwana e, hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi kule kwa mke kwako? Sauti ilipotua masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka tumboni mwangu, na yuo heyo nayesadiki kwa sababu yatatimizwa yale aliyoambiwa na Bwana. Na Bikira Maria alikuwa ameshaelezwa kwamba hilo linawezekana tu, kwa sababu hata shangazie ambaye eh, ameshapuka miaka miya, miya, ya, ya kuzaa ni mjamzito yapata miezi sita, na kwa sababu hiyo hakuna isiyowezekana kwa Mungu ndicho kilichomfanya aliamu uasemi ndivo mtumishi wa Bwanja ya kwangu kama ulivyo. Wakaanza kubadilishana njonzi za rohoni na kakaa pale miezi mitatu akisubiria anazaliwa kwa ya mekezaji na aweze kumsaidia shangazi yake wakati watakapokuwa anajifungua mbili, siku hizo chache He, za kumtunza huyo kiumbe aliyekuwa ameletwa duniani sasa. Baada ya miezi mitatu, alirudi kwa Yosefu. Sasa Yosefu akamshangaa, akaanza kuwa na mashaka, akasema sasa, ili nitalieleza vipi mimi sijakaribiana na mtu wa Mungu, sasa ni mja mzito Ndipo akatokewa na malaika akamwambia, usiogope kumchukua mkewe, maana huyo atakaye mzaa utamwita jina lake Yesu, ndiye atakaye ukomboa ulimwengu. Na Yosefu aliyekuwa mtu mwenye haki na mwaminifu vilevile katika mkuzi na marezi yake kiimani akamkubali kumchukua huyo bikira Maria mpaka alipojifungua mtoto yule. Hatusikii sana kauli mbalimbali kwenye maandiko matakatifu ambayo eh, Yosefu alitoa, lakini kama walivyokuja kuambiwa baadaye walipomtolea mtoto wao ule hekaroni kabia Injili ya, ya, ya Luka sura sura ya pili, walipokola kumtolea pale hekaroni yeah, ndipo akaanza kuwaasa wote wawili na kaambia kwamba mtoto huyu amezaliwa kwa kuanguka na kuinuka kwa wengi katika Yerusalemu lakini pamoja na hayo e, uchungu mkubwa utakupata wewe mama, uchungu kama upanga, na pale utakapoona mtoto wako anasurubiwa msalabani na kufa kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Lakini yote yale tunaambiwa waliyaweka moyoni, wakaenda mtoto akakuwa Nguvu na hekima ya Mungu ilikuwa juu yake, ndivyo tunavyo tunavyoelezwa. Kwa hivyo katika nafasi ya kwanza tunastajabia malezi, imani aliyokuwa nayo Yosefu katika kuishi na mke e, wake huyo ambaye walikuwa kuhusiana kwa namna huyo, ni mtoto wake na akamfundisha na e, stadi za maisha ambayo e, ilikuwa ni kazi ya useremala. Kwa hiyo akamlea kama mtu mzima, sio tu kumpeleka na kujifunza imani <coughs> alimlea vile vile hata katika stadi hizo, ili aweze kupata e, kipato kile ambacho kingesaidia yeye meliewea familia yake. Lakini hata kama Yosefu amesha kwenda basi, yese hawezi kutegemeza mama yake kama ilivyotokea. Kwa hivyo tunamshangilia, tuna huyo baba ya Yosefu ambaye alikuwa ni mlezi wa familia takatifu, kama ninyi wote mababa mlivyo, ndio nyinyi wan wanaita breadwinners rajiwa kwamba mnaleta chochote kwa ajili ya ustawi wa familia zenu. Ivyo moyo huo wa upendo uaminifu huo tunaojifunza kutoka kwa Yosefu. Pili, baada ya miaka mpita hii hii si sikukuu hasa, tarehe mosi mwezi Mei imechukua sura nyingine kwamba wote waige wanaofanya kazi za mshahara, wanaofanya kazi za kubangaiza maisha wao wenyewe, basi wajifunze kutoka kwa kwa, Mtakatifu Yosefu. Na zaidi sana eh, shughuli hizi zilianza kwa Urusi wakati wa komunisti, na kuona kwamba eh, mtu lazima azalishe chochote ili aweze aweze kuishi kana kwamba sasa bile. Ni vizuri kuona kwamba si tu swala la kuzalisha, lakini vile vile huyu anayezalisha ana mrahaba gani napata mimi? Ndiyo kaonekana vyama vya wafanyakazi vikaanza na nini kumtetea mfanyakazi huyo yeyote, ni wale waliokuwa Wakristo, basi wakichota fadhila hizo alizokuwa nayo Tunazo kwa nazo, Mtakatifu Yosefu. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupatia huyu mlezi wetu Mtakatifu Yosefu, vile vile kwamba ni kielelezo cha mfanyakazi mwaminifu aliyokuwa mwaminifu kwa yale yaliyo ya kimungu na vile vile kwa yale yaliyo ya kibinadamu katika maisha ya kawaida. Tunafanya mambo mawili kuombea nyote wakazi wanawake kwa wanaume katika nafasi hii na majukumu kwa nayo katika kulea watoto na vijana na taifa na mama mbalimbali, lakini vile vile katika kipindi hiki tuzidi kuungana na kanisa kwa uongozi wa makadinali wetu wanao sali na kuomba ili Roho Mtakatifu angaze vyema tuweze kupata Baba Mtakatifu mwingine, lakini tuliombee taifa letu ambalo leo shaka linadivia siku kuu ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, au yani siku ya wafanyakazi, ili kweli yale tunayasadiki na tunayaheshimu basi yadhihirike katika mahusiano tunayokuwa nayo na kila raia wa nchi hii na kuhakikisha kwamba tunaheshimiana. Heshima ni kuheshimiana, na bila kuheshimiana, hatuwezi kuwa na amani, hatuwezi kulijenga taifa letu ikastawi katika amani na usalama. Kwa hivi tulimbee taifa letu ambayo sasa mambea kipindi cha uchaguzi mkuu. Halo, kwa majina naitwa Dr. Simon Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na John Paulo Hosteli ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Mgao wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia, ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareth kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora, ama kanisa kuu Inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareth kantini, iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi, jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0656 43 64 10 ama 0674 tisini na tatu arobaini na tisa arobaini na sita Karibuni sana mpate huduma bora safi na salama.